klabu ya Bayern Munich wameendelea kuweza kufanya wanachofanyaga pale ambapo wanakutana na mpinzani ambaye anaonekana akiendelea kutetereka kumchapa mabao bila huruma. Sasa hivi wameweza kumchapa magoli kumi eh, kwa bila mpinzani wake ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Auckland City katika mchezo wa mashindano ya klabu bingwa duniani. Magoli ya Bayern Munich yameweza kufungwa na Coman, ambapo ameweza kufunga magoli mawili, Olise ameweza kufunga magoli mawili, Musiala akiwa amefunga magoli matatu, Mula akiwa ameshinda magoli mawili, lakini pia Boey akiwa ameshinda goli moja. Bayern Munich ebana, sio mara yake ya kwanza kuweza kushusha mvua ya magoli kama haya ambayo yameweza kutokea sasa walishawahi kumfunga Barcelona magoli nane kwa mbili lakini pia Real Madrid alishawahi kufungwa magoli tisa kwa moja vile vile klabu ya Omonia aliweza kushushiwa kipigo cha goli tisa kwa sifuri. E bana, kilichowavutia watu wengi kusiana na mchezo ambao ni wa Bayern Munich pamoja na Auckland City ni kusiana na golikipa wa Auckland City ambaye yeye anafahamika kwa majina ya Kona Trace, ambaye yeye anafanya kazi katika gala la dawa za mifugo iliyomlazimu kwamba aweze kuomba kwa likizo ya bila malipo ilimradi sasa aweze kushiriki katika kombe la klabu bingwa katika timu ambazo zimeweza kuwania katika e, mashindano hayo. Auckland City iliweza kupata nafasi ya kuweza kucheza katika dimba moja pamoja na Bayern Munich, ambapo sasa hivi ameweza kufunguka golikipa huyo baada ya kuonekana kwamba ameshushiwa kipigo cha magoli kumi kwa bila, kiacha nyavu zake zikaendelea kutikisika kwa magoli kumi kwa bila. Bana, siku zote nililazimika kuchanganya likizo ya mwaka na siku za kazi za kawaida ili nipate pesa kidogo ya kodi na bili lakini, eh, kucheza dhidi ya Bayern eh, Benfica na Boca ni thamani kubwa sana, na asilimia mia kwangu, amesema maneno haya eh, bana. Akona trust ambaye yeye ni golikipa ambaye aliweza kuruhusu magoli kumi eh, kwa bila, akiacha nyavu zake zikazidi kutikisika mara kumi kwa bila, lakini eh, ndoto yake ameona kwamba ni muhimu sana kuliko maneno ambayo yameonekana akiendelea kuibuka kwenye mitandao ya kijamii kwamba ameacha kazi akaendelea kufata kazi ya mpira, lakini ameweza kufungua kwamba ameona ni heshima kubwa sana kucheza dhidi ya vilabu vikubwa kama vile Benfica, Boca lakini pia Bayern. Tupe mtazamo wako kwenye uwanja wa comment hapo. Usiache kusubscribe kwa taarifa kadha wa kadha. Chao chao.